E, pensheni kwa wazee sheria mahari vya tikisa mkutano wa Chama cha Mapinduzi. Lakini viongozi wote kijijini wajiuzulu wakidai e, kukandamizwa. Viongozi wote kijijini wajiuzulu wakidai kukandamizwa. Lakini habari kubwa ni vurugu Oktoba 29 wazee idadi vifo ieleweke. Vurugu Oktoba 29 wazee wasema idadi ya vifo ieleweke. Lakini hechi ya ndoto ya mtei sasa inaonekana wazi eh, asema wa ndoto mtei sasa inaonekana wazi. Lakini mama bora nione hata kaburi lake tu nitafarijika. Habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari. Lakini tukiangazia gazeti lako la Mwananchi, wazee wataja mambo manne kuponya taifa eh, wazee wataja mambo manne kuponya taifa. Lakini mrithi wa Jenista peramio sekeseke la tikisa Takukuru yaingia. Lakini vyoo vya stendi Magufuli havina maji, abiria wa haha, na kauli za Trumpu zaitibua dunia. yue ni njia panda na mwigulu wao washika pabaya vigogo honi. Habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti la Mwananchi, tuongezee kwenye gazeti lako la Mtanzania leo lenye linaanza na bada ya usema trilioni moja nukta tano za umeme vitongojini. Ndejembi awasihi marasi na matisi kusimamia kwa ufanisi mradi. Lakini ni cefu yatoa kongole kwa wastaafu mkoa wa Iringa na Butiku watakiwa kungatuka Mwalimu Nyerere Foundation. Lakini mtambo e, wa Cathlab walileta mapinduzi ya tiba akiharusi Moi lakini bado kuna habari nasema, naibu waziri aitaka WMA kusimamia sheria kulinda walaji. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa za mbele, lakini tukiachana gazeti lako la Mtanzania leo tuangazie gazeti lako la Uelekeo lenye liandika habari inasema, rais Samia kuadhimisha bethei kwa kupanda miti, rais Samia kuadhimisha bethei kwa kupanda miti, na Dr Mwigulu makao makuu ni Dodoma. Huyo ni Dokta Mwigulu asema makao makuu ni Dodoma, asisitiza kazi zote za serikali zifanyikie Dodoma. Lakini kiongozi, pensheni ya wazee wa bara inafanyiwa kazi. Kiongozi asema e, pensheni ya wazee wa bara inafanyiwa kazi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la uelekeo kwenye kurasa e, za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini gazeti lako ya raia mzalendo lenyewe limetuandikia habari inasema Naibuwazili Londo aitaka MA wma kulinda walaji. Akini Tanzania yapiga hatua kubwa matibabu ya kiharusi kupitia MOI na Alex Msama Ben Mwita wa Sakwa na TAKUKURU kwa uhujumu uchumi. Lakini mtoto wa Janista Mhagama aibuka kidedea ubunge Peramio, kuna madai ya kuitwa TAKUKURU kuhojiwa kwa rushwa, lakini ushindi wake wa zua manunguniko mitandaoni na chokochoko choko za kutaka Butiku ang'atuke Nyerere Foundation za shamiri. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Majira asubuhi ya leo linaandika mitindo ya mama hii hunaboresha ushauri wa kifedha, lakini TMDA yafafanua dawa zinazozungumziwa wakati mmoja na buti kutaka wa Tanzania kuendeleza e, mshikamano na trilioni ni moja nukta tano za umeme vitongoji nde e, ni ndejembi lakini Rais Samia ya Suluhu Hassan ni kuongoza upandaji miti siku yake ya kuzaliwa eh, yuni. Habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kura sasa mbele. Lakini gazeti lako la walikeo lenye ukura sasa mbele kuna habari inayosema Dr. Mwigulu makao makuu ni Dodoma. Eh, Dr. Mwigulu asema makao makuu ni Dodoma lakini tukiangazia gazeti lako la taifa Tanzania uzalendo kwanza linaandika Rais Samia e, kutumia siku yake ya kuzaliwa kutunza mazingira, lakini Dr. Mwigulu ataka shughuli za serikali zifanyikie Dodoma. Anapatikana kwenye gazeti lako la taifa Tanzania, pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiachana na kurasa za mbele za gazeti lako na magazeti mbalimbali nchini Tanzania tuangazie kwenye kurasa za mchezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako la taifa Tanzania kwenye michezo linaandika hatukuja kuogopa bali kucheza mpira. Huyu ni Pedro Goncalves asema hatukuja kuogopa bali kucheza mpira. Lakini Singida, historia ya usajili inaibeba Singida. Singida na Al Ahli watambulisha kikosi dhidi ya Yanga. Ni habari ukurasa wa kumi na nne, inaendelea kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Uelekeo linaandika Yanga kuvunja mwiko wa walahili kwao, yapania ya kufanya hivyo leo kule Alexandria. Lakini Simba yazidi kushusha vyuma, ujenzi wa uwanja wa Dr Samia washika kasi jijini Arusha. Lakini Singida Black Stars yaimarisha kikosi cha oyun. Habari inapatikana kwenye gazeti lako la uelekeo kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la majira kwenye michezo naandika Yanga al ahli, mechi ya kibabe leo kafsiel. Lakini Simba wasambua esperance kukipiga kesho. Ilo ni gazeti lako la majira. Lakini gazeti lako la uelekeo lenye linaandika eh, ujenzi wa uwanja wa, wa dr wa samia washika kasi jijini Arusha jijini mbali, e, inapatikana kwenye magazeti mbalimbali asubuhi ya leo. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la mwanaspoti lenye linaandika ngoma ngumu, e, beka ana kibarua agusia ishu ya chama, lakini wala msihofu depu pakome wabeba tumaini e, wala msihofu depu pakome wabeba matumaini. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la mwanaspoti kwenye kurasa za michezo pate na kale yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana na gazeti lako la mwanaspoti tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii lenyewe kwenye mchezo linaandika: Steve Becker, Simba, tumekuja vitani. Yanga full kujiamini ikiwa Al Ahly e, Yanga full kujiamini ikiwa Al Ahly. Ile habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo pate na kale yako kwa habari kwa kina, na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo